Alikuwa mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, yajtahidu fi lashri lawakhir mala yajtahidu fi ghairihi. Alikuwa akijitahidi sana katika masiku kumi ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, jitihada ambayo haipo katika masiku mengine. Kulikuwa na jitihada ya kipekee ndani yake.

anakaa itikafu masiku kumi ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, hata tawaffahu Allah, mpaka Allah alivyomfisha. Ramadhani zote ilikuwa ikifika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan, alikuwa akikaa itikafu Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na hikma ya kukaa itikafu atafarugu tam li ibadati llah, malengo ni kujitenga kikamilifu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza ibada. Walinqita ani ddunya, na ukajiweka mbali na maisha ya duniani na starehe zilizokuwepo na vishawishi vilivyokuwepo ukajitenga kwa ajili ya kumkumbuka Allah Subhanahu wa Taala na kusoma dua na kusoma Quran na kusali na kufanya kila lililokuwa la kheri, ndiyo lengo la itikafu. Kwa unapojitenga ukakaa msikitini ukakaa itikafu ukawa mbali na vishawishi vya duniani ukawa ni muda maalum umejiwekea kwa lengo la kumwabudu Allah Subhanahu wataala na kufanya adhkari ndani yake na kusoma Quran na kusali na kila la heri ukalifanya wakati uko itikafu, hushughuliki na biashara, hushughuliki na mke wala watoto, hushughuliki na kutafuta kula wala kitu chengine chochote, wewe ni ibada tu wala hutoki msikitini illa bi darura, isipokuwa utakapokutwa na dharura. Hiyo ndiyo itikafu katika masiku kumi ya mwisho. Wa kalilu man yafalu, natuambiani ukweli, wachache ndio wanaokaa itikafu. Hii ni ibada ambayo imehamwa, watu hawafanyi tena siku hizi. Kumi la mwisho ndio kumi la kujitayarisha kwa ajili ya sikukuu, ndiyo kumi la mfanyabiashara kutafuta mzigo wa kuuza inapokuja idi. Kumi hili ndiyo kumi la kutayarisha mbuzi, ukatafuta mbuzi, ukatafuta vyakula kwa ajili ya idi, ndiyo kumi la kupanga plani, idi itakuwaje, tutaenda wapi. Watu hukaa mpaka vikao Wallahi, kumi hili twalianza na mtakuja kunambia, piteni misikitini, mwangalie nani wanaoswali tarawehe, safu zimepungua. Huenda ukajizuzuliza nafsi yako, wale waumini wa ramadhani ya kwanza wameenda hapo, wamekufa wote, na wallahi wamekufa kweli na hiyo ndiyo tofauti baina ya anayemkumbuka Allah na ambaye hamkumbuki Allah. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, anayemkumbuka Allah ni huyo yuko hai, na anayemsahau Allah akaghafilika, huyo ni mfu, ni maiti katika maisha haya ya duniani. Tunachokitafuta kikubwa ni nini? Anayefanya kazi atafuta nini? Anayetafuta mke na watoto atafuta kitu gani? Anayetafuta kujenga nyumba iliyokuwa nzuri yenye kuvuti anachotafuta nini? Rahatul bal, totafuta raha ya moyoni na furaha ya nafsi, ndio tunachokitafuta. Atanunua simu, anayenunua kifahari ataka raha ya utumiaji atanunua gari la kifahari kwa sababu lina raha napoendesha, na nyumba yake nzuri ina raha. Ndio lengo letu, lakini tumesahau kama, furaha ya kweli, vitu vyote vya duniani unavyoviona vinakudanganya kuwa ukivipata ndiyo furaha ilipo. Wallahi thumma wallah, ukivipata kweli ni mwezi mmoja, mwezi wa pili, mwaka mmoja, hamna tena raha. Vitu vyote twavizoea katika maisha haya. As'aluka billah, na kuuliza, ndugu yangu, hujawahi kuwaza jambo hilo ulilolipata sasa hivi? Hukuwahi kuwaza kabla ya kulipata, nikilipata ndio raha zote? Baada ya kulipata nipe habari zako, ni raha si furaha ipo katika kujitenga, katika ibada ipo katika kumkumbuka Allah subhanahu wa taala, ipo katika kuswali na kufanya mambo ya kheri. Kule ndiyo furaha ilipo. Kumi hili twalianza, ukaamua kujitenga itikafu, huna unalolitafuta isipokuwa kujikurubisha na mola wako Allah subhanahu wa taala.

tutamkuisha uhai uliokuwa mzuri na maisha yaliyokuwa mazuri, laysa fi dunya faqat wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu, na tutawalipa malipo yao kamili kesho akhera kwa bora ya matendo waliyoyafanya. Waitafuta furaha ndugu yangu, itenge kwa ajili ya ibada

na yale Allah aliyowakataza mujiepushe nayo, na mkae nayo mbali. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wasalam, alikaa itikafu masiku kumi ya mwisho talaban lilailati lqadri, na yote ilikuwa lengo huitafuta leilatu lqadri, akikaa itikafu msikitini Masiku kumi yote ya mwisho alichokuwa akijitafuta ni lailatul qadr, wa lailatul qadr fi lashri lawakhir. Na kama tunavyojua lailatul qadr ipo katika masiku kumi ya mwisho, hatujui ni siku gani katika siku hizo kumi. Huende kawa ishirini na moja huende kawa ishirini na mbili ishirini na tatu Siku yoyote inaweza kuwa lailatul qadr

Wakasema waka huende ikawa Ramadhani ya ishirini na saba Lailatul Qadr laisa yaqin, ah, sio kwa uhakika. Asije mmoja akaamua kuacha siku nyingine, akasema naifuata ishirini na saba mimi. Nikana kwamba nakwambia, ikiwa Allah atakujalia upate siku moja, basi usiache a ishirini na saba lakini pia sio uhakika kuwa Lailatul Qadri ni siku ile. Hakuna anayejua Lailatul Qadri ni lini, na hilo ndio lengo lake Allah Subhanahu wa Ta'ala ili tujitahidi kwa siku zote. Unadhani Allah Subhanahu wa Ta'ala angekuambia Lailatul Qadri iko Ramadhani ya ishirini na tano, wengi wetu tusingefanya ibada isipokuwa Ramadhani ya ishirini na tano. Lakini Allah kaificha ili tuwe na jitihada makumi yote, tukithirisha ibada siku zote hizi katika hili kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na yule yoyote ambaye atayasimama masiku kumi yote haya bila shaka ameipata laila ukaanza Ramadhani ya ishirini na moja ishirini na mbili ishirini na tatu ishirini na nne ishirini na tano ishirini na sita ishirini na saba ishirini na nane ishirini na tisa mwezi hujaonekana thalathini uhakika umeipata. Twashindwa kujitahidi? Ni siku tisa au kumi tu, fadhila zake ni nyingi, khairu min alf shahr. Ebu na kuomba kwa ramadhani hii Weka hima, sema hivi, nitajitahidi masiku haya yaliyobakia. Ni masiku ayam maududat, ni masiku machache mno, wiki na siku tatu. Tambua kwanza, Lailatul Qadr inaanza pale jua linapozama Maghrib inapoingia

tuhibu lafu faafu anni, inakupasa ufanye jitihada katika kila usiku kufanya mambo ya kheri, nafanya hima sana ufanye mambo yaliyokuwa ya, ya kheri na yaliyokuwa mazuri fayudhaafu laha, utalipwa maradufu ya ujira unaolipwa wakaanaka law

Yaani miezi elfu moja, wasema subhana maonaje ujira wake utakavyokuwa. Ukaamka ukaswali rakaa mbili, ikawa ndio lailatul qadr, maana yake umeswali rakaa mbili kwa miaka thamanini na tatu. Niambie, utamlaumu nani siku ya Kiyama ujira huu unapoupoteza? Huoni wapata khasara ndugu yangu? Khairu min alfi shahr. Na wallahi nawaambieni, kuna watu siwaona ni masiku tisa au kumi. Kuna watu masiku yote hatofanya kheri, hata huu msiba hatosimama hata siku moja, hatosoma qurani hata siku moja. Kuna watu masiku kumi haya yatawapita kama vile wame tayari wamemaliza. Kwanza kuna watu ramadhani washimaliza saa hii wanavyoishi kama vile hawapo tena kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaani mahesabu sasa hivi ni mahesabu ya baada ya Ramadhani, tushamaliza. Wamkuta Muislamu akwambia kabisa aa, hii shamalizika tena tayari. Wallahi haijamalizika, ndiyo sasa tutatakiwa tufanye jitihada zaidi, ndiyo sasa tutatakiwa tufanye hima zaidi. Ndugu yangu, usikubali ukatoka katika masiku kumi haya